Binti anayejiamini au anayejielewa anakuwa anajua ni nini afanye ili aweze kutimiza malengo yake katika jamii. Kutoka kijiji cha Mishenye kata Buterankuzi wilani Bukoba mkoani Kagera, inaibuka sauti ya matumaini, ujasiri na mabadiliko. Domitina Audax, binti mwenye umri wa miaka 18, na si binti wa kawaida, ni sauti ya mabinti wengi ambao ndoto zao zimezimwa kabla hata hazijapata nafasi ya kuwaka. Akiwa amekulia mazingira ya kijijini, Domitina anashuhudia kwa macho yake mabinti waliopoteza mwelekeo wa maisha yao, wengine wakinaswa na vishawishi, wengine wakikatiliwa kwa nguvu, na wengine wakiacha ndoto zao zikizima kimya kimya. Maumivu hayo yanageuka kuwa moto wa ndoto kubwa: kuanzisha shirika la kutetea na kupigania haki za mabinti. Katika mahojiano haya ya kipekee, binti Domitina anafungua moyo wake, akisimulia safari yake, maono yake na kiu yake ya kuona na mabinti wakijengewa uwezo kujithamini na kufanya maamuzi chanya tangu wakiwa wadogo. Zaidi ya hapo, anaangazia umuhimu wa kuwajengea wazazi uwezo wa kuwasiliana kwa karibu na watoto wao, ili kulinda ndoto na mustakabali wa kizazi kijacho. Haya si mahojiano ya kawaida, ni simulizi ya ujasiri, wito wa mabadiliko, na mwanga wa matumaini. Karibu utizame mahojiano haya, umuunge mkono Domitina, na kuwa sehemu ya safari ya kulinda na kuinua ndoto za mabinti wa Tanzania. Jina langu ni Anord Kailembo. Usisahau kubonyeza na subscribe, like, kushare, na comment. Karibu katika kwa, kwangu mimi nimekulia katika mazingira ya vijiji, yaani nimekulia kijijini. Nimeona sana wale wasichana wa au mabinti ambao wanakosa msimamo wa kutojisimamia, ambavyo wanaishia njiani katika namna ya kupigania ndoto zao. Nimeona sana wanavyoishia njiani wadada wengi wamekosa jinsi ya kujiamini, kujitambua au kujitathmini, wanaenda wapi, wanatoka wapi, na mwisho wa siku wamekuja kugundua hilo wameisha poteza muda wa kutimiza kile kupitia kubeba mimba au kuugua magonjwa yasiyoeleweka. Kwa kuona mambo kama hayo au vitu kama hivyo nilikuwa naumia kwa sababu mimi mwenyewe ni binti na pia mimi ni mtoto wa kike, ndipo nikaamua na nikamshirikisha Mwenyezi Mungu anisaidie ili niweze kuwapigania mabinti wenzangu waweze kufika katika kile wanachokuwa wamepanga kufika au katika hatua ile wanayokuwa wamepanga kufika. Tunao mabinti wengi ambao wamekatisha ndoto zao kwa sababu ya kutojitambua, kutojielewa na kuto kujipenda pia, na vitu hivyo ni vitu ambavyo vinashusha thamani sana kwa, kwa mabinti kwamba wenyewe ni tegemezi au ni watu ambao wapo chini kwenye kufikiri au kujitambua. Mimi kwa sasa nasoma chuo, lakini ndoto yangu kubwa ni kuwa na shirika fulani ambalo litakuwa linahimiza au linaelimisha mabinti au wadada watoto wa kike katika namna ya kujitathmini, kujielewa na kujithamini, kwa sababu binti anayejiamini au anayejielewa anakuwa anajua ni nini afanye ili aweze kutimiza malengo yake katika jamii. Hivyo nimejipanga kuanzisha shirika ambalo litaweza kutoa elimu kwa watoto wa kike waweze kutimiza ndoto zao, na waweze kujiona kuwa na wenyewe ni watu ambao wanao uwezo wa kutoka chini na kwenda juu. Nitaanzisha shirika hilo na namuomba, okay, Mwenyezi Mungu anisaidie, nitoe mfano mdogo tu kwa ulimwengu wa sasa au ulimwengu tunaouendea kwa sasa mzazi anatakiwa awe na ukaribu au aonyeshe ukaribu mkubwa sana kwa watoto wake, hasa watoto wa kike. kama mzazi hana ukaribu kwa mtoto wake, hasa mtoto wa kike, inaweza ikamsababishia mtoto wa kike kupitia changamoto nyingi, changamoto mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikamsababishia hata kufeli masomo akiwa, akiwa kwenye masomo au kumfanya arudi nyuma kimaisha at, kama atakuwa anasoma mfano anaweza ikajitokeza mwanafamilia fulani ambaye anaweza akawa na ukaribu mkubwa sana na mzazi, hasa baba. Huyo mwanafamilia akawa ni ndani ya familia au ni nje ya familia, yaani kama rafiki, akamwingiza mtoto wake kwenye masuala ya kimapenzi ikamfanya yani, ikamfanya mtoto akose namna ya kwenda kumwelezea baba yake, kulingana na ukali anaokuwa nao yani, kulingana na kutokuwa na ukaribu na binti yake, ikampelekea mtoto kukosa hata hata, akiwa anafaulu, mimi naweza nikasema hata akiwa anafaulu shuleni, hiyo ikiingia, inaweza ikamfanya arudi nyuma kwa sababu ubongo wake na akili yake atapelekea sana kuwaza kile kitu atakitatuaje, kwa sababu atakuwa hana ushirikiano wa namna yoyote ile kutoka kwa mzazi. Sio tu katika masuala ya ukatili, bali na hata katika masuala yake binafsi, yani mahitaji yake binafsi. Mfano, binti akishaingia, akishafikisha miaka kumi na tatu, kumi na nne, anakuwa ameisha kuwa tayari kuingia katika mzunguko wake wa hedhi, yani kubarehe. Kwa hiyo mzazi kama hana ukaribu ule mzuri kwa mtoto wake, itamsababishia mtoto ashindwe au akose namna ya kumwambia kile anachotakiwa apate kutoka kwake. Mfano hasa cha kujistiri ili aweze kwenda shuleni au anaweza akawa asome, lakini akakosa namna ya kumwambia mzazi, hasa baba, kumwambia kwa sababu baba ndio mwenye jukumu hilo. Anaweza akakosa kumwambia kumwambia kwamba hana hiki au hana hiki cha kujistiri. Akiwa katika hali hiyo, na mwisho wa siku, unaweza akajikuta binti anaingia katika mambo ambayo yanaweza kumsababishia hatari, yaani mambo yanayoweza kuwa hatarishi kwake, ili tu aweze kupata vile vitu vya kujistiri akiwa katika siku zake. Lakini mwisho kabisa, naweza nikasema ili kujitoa katika hili, sisi mabinti tunatakiwa kuonyesha uaminifu kwa wazazi wetu, kwa sababu licha ya baba akuwa wakali, lakini unaweza kukuta mabinti wengine, baba anakosa uaminifu kwake kulingana na yale mambo anayokuwa anafanya. Lakini ukiwa mwaminifu kwa mzazi wako ukamuonyesha na ukamwaminisha ya kwamba wewe hauko yaani, wewe huko tofauti, una unachokitafuta ni kupigana kutimiza ndoto yako, mzazi atakuamini na itakuwa rahisi kuweza kusikiliza. Lakini pia tusikae kimya, tufunguke, tuseme, ili tuone kama tutaweza kugangana na kupambana kutimiza ndoto zetu, kwa maana bila wazazi wetu, hasa baba ku p kutupa, yaani kutupa ushirikiano katika hedha kusoma au kufanya chochote kila hatuwezi kufika kule. Kwa hiyo tunatakiwa kuonyesha uaminifu mkubwa sana kwa wazazi wetu ili tuweze kuona kama tutafikia kile ambacho, kule ambapo unatakiwa kufika. Kwa sasa jamii imebadilika sana. Zamani wale watu ambao walikuwa wanawa, wanawalinda watoto wao wana wanawashauri watoto wao hasa mabinti kufika katika kile walichopanga kule walipopanga kufika. Ndio kwa sasa katika jamii ya sasa hivi ndio hao hao wanaoenda kuharibu na kushauri mambo ambayo hayataweza kumfikisha mtoto wake katika malengo yao. Hao hao ndio simba wanaoenda kumuinda katika kila sehemu, ili waweze kutimiza kile wanachokitafuta wenyewe. kwa hiyo kwa sasa mabinti tunatakiwa kujisimamia, kuwa na msimamo, kujua kusema hapana katika kitu ambacho sio sahihi, na kusema ndiyo katika kitu ambacho ni sahihi, ambacho kinaweza kikakutoa hapa na kukupeleka kule. Lakini pia jamii nzima na wazazi wetu pia na walezi wetu, tungeomba mtulinde, kwa sababu sisi tunawindwa sana na bila nyinyi sisi hatuwezi kufika kule ambako tumepanga kufika. Wanaowaharibu mabinti hawako mbali, ni swala la wazazi kutotimiza wajibu wa malezi kwa watoto wao na jamii nzima pia, na mabinti wenyewe kutojiamini au kutojithamini, ni wapi wanatoka na ni wapi wanaenda pamoja na mimi kuwa na malengo ya kutimiza ndoto za mabinti wenzangu waweze kufikia katika malengo yao wanayoyataka, lakini pia wajitokeze na mabinti wengine wengine, ili tuweze kushikamana, kugangamana, kutimiza ndoto za mabinti wenzetu. Na iomba serikali ituwezeshe sisi mabinti wenye ndoto kama hii tuweze kupata maarifa hata kupitia kwa wale ambao wamesha wameshaendelea waweze waendelee kutujenga na kutupa moyo wa kuendelea kupambana ili kutimiza ndoto yetu. ni ni, ni, ni ni watu gani wanakusukuma katika kupigania ndoto za mabinti? Mimi mtu anayenisukuma kupigania ndoto za mabinti ni Flaviana Matata ambaye alijitoa kuwajenga mabinti kujiamini kujielewa na kutimiza ndoto zao, na akasema anawathamini lakini pia anasimama nao.